Heavyweight mtandaoni eh, yanaoendelea nimeona si vyema kuliacha hivi hivi kupita, nimeamua ni kutafute bana. Eh, sito ficha ficha kutokana na hiki ambacho kimefanyika bana, nimeona clip ikitembea mtandaoni bana, miongoni mwa wachambuzi ambao eh, ama wanahabari, sijaelewa ni mchambuzi ama ni mwanahabari ama ni shabiki, akimwita Kibu Denis eh, miongoni mwa washambuliaji wanaofanya vizuri sana kwenye ligi yetu na michwano ya kimataifa kwa upande wa kunda Msimbazi Simba Kibu Denis, mkandaji takataka taka. Eh, hili limekaje kwa upande wako ay bwana? Kwanza ili jambo mimi, kwanza kusema kweli, ni kweli nimeliona na sio tu nimeliona, nimeshangazwa na mtu ambaye anafanya kazi kwenye kubwa eh, unajua mimi nisikufiche bwana bwana, masinia wengi wamenitafuta bwana heavyweight wewe unafanya vizuri, unachambua vizuri, una vi, una vitu ambavyo vinasaidia football, lakini tunakuomba usi usi usipingane wala usi usijibizane na wachambuzi, lakini kwa, lakini kwa hili alolifanya huyu jamaa siwezi kulifumbia macho, umeelewa? kwa sababu gani? Mimi nataka nikwambie kitu kimoja, mimi ni, mimi mimi ukiachana na mambo ya mipira na nini, lakini mimi pia nimesoma dini, umeelewa? eh e, nimesoma dini, kwa hivyo mwisho wa siku Dini yetu inatuongoza kwamba inapotokea umeelewa, mara aminku munkara waliyughayiru biyadi uh, wa inlam, uh, fa inlam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi, yani kwamba ikitokea umeona uovu, basi una uwezo wa kuzuia aidha kwa mkono. Ikitokea e umeshindwa, basi tumia ulimi wako kuzuia. Ikitokea e umeshindwa, basi chukia moyoni mwako, mwako nafsini mwako, japokuwa kuchukia ni udhaifu wa imani imani. Tumefundishwa hivyo. Ndio sasa mimi natumia ulimi wangu kumwambia huyu Ibrahim Ambokile sijui anajita chuma cha Mjerumani, umeelewa? Ndio kwamba alichokifanya kwa Kibu Denis ni dharau kubwa, sawa. Na labda nimwambie kitu kimoja huyu an, ambacho anatakiwa ajifunze au ajue ni kwamba hawa wachezaji ikiwemo Kibu Denis ni bosi wake u, si naelewa, yani yule Kibu anafanya kazi kubwa zaidi ya kumwaga jasho, alafu kupitia yeye analishwa yeye, huyo Ambokile pamoja na watu wote kwenye tasnia ya football. Yaani, wachezaji wale ndio mabosi zetu, natakuwa tuwape heshima. Umeelewa? yeye anapocheza, media zinapata taarifa, media zinafaidika, wale sijui wa, wa, wa, watu wanaolinda uwanja, kuna taasisi zinazosimamia mpira, sijui kuna wawekezaji wanatangaza biashara, kuna nini, wale wote sawa, kinachowapa kiburi ni nani? Ni hawa kina Kibu Denis. sasa inapotokea mtu anavuka mipaka na kwanza sasa na kuanza kusikia tu ya kuita uh, mchezaji takataka, hilo sio swala la kulifumbia macho. Umeelewa? na kwa nini kwamba Kibudeni anamuita takataka? si mtu akija rahisi kwamba huyu haperform vizuri kiasi hicho cha kiasi hicho cha kuitwa takataka. Ja, ja, hilo ishu sio kweli, umeelewa? kwa sababu kwenye kombe la shirikisho, sofa la shirikisho, sofa yeye amefunga mabao matatu, na ndio yuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutetea au anamaanisha kuweza kutoa kiatu boy pia, yani tuzo ya mfungaji bora, yani kiatu cha dhahabu kwa sababu ana mabao matatu sawa, ametai pamoja na Yusuf Udayo, ametai pamoja na Yusuf Zaudi, Fakhreddin Ben Yusuf umeelewa eh, ambao wote hao wameshatolewa umeelewa eh. wameshatolewa kwenye michuano sasa. Ukiachana na Yusuf Udayo ambao ni mlinzi, wakati ambao bado yupo kwenye michuano pamoja na huyo Yusuf Zaudi, ambaye naye yupo kwenye michuano akiwa na RS Berkani, huyo Yusuf Zaudi ni kiungo mshambuliaji eh, ambaye ndo anaweza akakompete na Kibu Denis

Umenielewa. Ehe, lakini ukiachana na hivyo, pia amemsifia Eli Mpanzo kwa sababu ndo Mpanzo ndo mchezaji pekee pale Simba. Pia jambo ambalo sio nzuri, pamoja na kwamba umemsifia, lakini umwa disrespect wachezaji wa wengine, lakini hata huyo Mpanzo akisikia hawezi kukusupport sawa, kwa sababu ukija ukijaribu kufuatilia wachezaji ambao wamefanya attempt nyingi zaidi kwenye michuano hii mm -hmm. Umenielewa. Manake shots per game ni Eli Mpanzo ndo anaongoza Umeelewa, akifanya shots 4.6 umeelewa, anafuatiwa na Kibu Denis shots 3.2. Alafu anasema Kibu Denis huwa shambulia na kaba. Sasa na kaba vipi? Lakini hata ukiangalia successive dribbles per game, umeelewa, watu ambao wana dribble mipira, mafundi wa kukokota mipira barani Afrika kwenye michuano ya kombe la shirikisho, sawa eh? Yeah. Ehe, kwenye kombe la shirikisho wa kwanza ni Eli Mpanzu ambaye ana successive dribbles 3.2 zi zikifanikiwa kwa 80%, anafuatia nani? Kibu Denis Prosper successive dribbles 3.0 akifanikiwa kwa 78%. Alafu wewe unakuja unaanza kumponda, wanasema takataka. Wewe ni takataka huyo. Huyo Ambokile atakwaje heshima? Sawa? Eh, mimi natumia wabilisani, natumia mdomo wangu kumkanya. Na sio tu waje heshima. Namsihi. Aombe radhi kwa alichokizungumza umeelewa? Na huyu ndo anadhihirisha zile kauli kwamba, kwa, kwa namna fulani ule mwaliko wa futari kuna kitu kweli ulienda ku affect huyu, ndo anadhihirisha kwa sababu haya maneno yamebaki kuongelewa mitaani tu, lakini mbona kama kuna ukweli kwamba toka alipotoka kwenye ile event amekuwa mtu ambaye ana, anaonyesha ana ule negative wake sana. Yes, alikuwa ame-establish kwamba yuko neutral neutral kwamba wewe Simba unaibomoa Yanga unaibomoa Azam unaibomoa sijui nani unaibomoa, lakini mbona baada ya ile event ya kualikwa kwenye iftari amebadilika kwa automatically, kulikuwa kuna agenda na kweli amedhihirisha, kwa sababu mbona amekuwa negative sana kupitiliza. Kwa sababu sawa, unaweza ukawa negative, hatupishani na maoni yako wala hatukatazi mtu kubezi hachana nao, mashabiki wengine wasiojielewa wanalazimisha mtu lazima awe hapa, lazima afanye la... yani wa, wa mashabiki wanafundisha kazi, na mashabiki wanaofundisha mtu kazi, mimi naongelea kauli ambayo inaenda haki, mtu uwezo kamwita mtu utakataka tumenelewa yeye yeah, kwenye uchambuzi wake nafikiri hayupo e yeah, kuna haki watu wengine Boko. ashai kuzungumza yeah. jambo Yeah. Wachambuzi wali react. Sasa kwa nini wachambuzi wanakuwa nao wasi react? Yaani kwanza mimi nategemea kuona saa wachambuzi wa soka wa nchi hii wa react kwa kauli kama zile, kama ambapo itatokea mchezaji amewabeza wachambuzi. Ikitokea mchezaji ameita wachambuzi takataka au msemaji. Yeah. Wachambuzi wengi takataka, hawajui mpira. Hata kama ni kweli kuna baadhi a hawajui mpira, lakini hawatokubali kufedheheshwa. Sasa nimwambie huyu Ambokile, kile yeye mwenyewe kwenye uchambuzi wake hayuko hayuko perfect sana, umenelewa? Sio mtu ambaye amekamilika kwenye data, kwenye details, kwenye kujua, kujua mpira tactically, kwenye history, kwenye records, kwenye mambo mbalimbali, lakini hakujawahi kutokea mtu akamwita huyu jamaa takataka, labda mashabiki, lakini hakujawahi kutokea mtu anayejitambua, labda kwenye redio, kwenye au footballer au nani. Sasa we kama hujaitwa takataka na hauko perfect kwenye kazi yako, kwa nini umwite takataka Kibu Denis? Menelewa? Kwa hiyo mimi kwenye vitu vingine vyote alivyozungumza, I don't care. Sawa? Ila concern yangu mimi ni kwamba kauli aliyoitumia ya kumuita Kibu Denis si takataka. Sawa? Na nitazungumza na rafiki yangu, kuna rafiki yangu anaitwa Ben ambaye ndo kamfanyia ule interview. Tampigia simu nitamwambia huyu jamaa wako hayupo correct. Pote ile mbali mimi nitamwambia. Sawa? Eh, nitamwambia kwamba anachokifanya ndugu yetu sio kizuri na kinamuharibia hata yeye kwenye media yake. Then asifanye kitu kama hicho. Na kuna vitu atakiwa kuviposti. Yeah. yule kibudeni sisiyo takataka mimi imenikera mchezaji wa timu ya taifa. mchezaji wa na by the way anatakuwa pia aombe radhi kwa shirikisho la mpira wa miguu kwa kumkejeli mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania umeelewa ambaye amecheza michezo mikubwa akiwa na jezi ya timu ya taifa ya Tanzania kuanzia kocha benchi la ufundi kwa ujumla wake pamoja na shirikisho huwezi ukamkejeli mchezaji wa timu ya taifa ukamwita takataka, yani kocha anaita takataka, yaani kocha anajumuisha takataka kwenye kikosi cha timu ya taifa, taifa linawakilisha Simba takataka, wamesajili takataka, ligi yetu ina wachezaji takataka. Kwa hiyo hata shirikisho la mpira pamoja na bodi ya ligi yeah, wamwangalie ile kauli alotoa. Huwezi ukaita mchezaji wa ligi kuu takataka, sawa eh? Na pia naomba kwa heshima ya kituo chake anachofanyia kazi aombe radhi kwa sababu automatically yule anabeba taswira ya taasisi anaoifanyia kazi sawa. Namshauri aachane na hizi mambo kwa Sa, sababu mwisho wa siku unavyojibebisha sana unaharibu, hata kama kuna kazi umepewa kwamba bana, we bezi huku au akande au nini, jaribu kutumia akili kwenye kuseti standard za kazi yako sawa. Hata kama una ajenda dhidi ya timu fulani sio mbaya, unaweza ukachochea ile mwamko wa kuleta ushindani wa mabishano ya hoja Toa hoja, weka mezani facts, weka hichi, weka hichi, lakini usianze kuvuka mipaka na kuanza kutukana wachezaji. Maana ile kauli ni matusi. Yeye anaweza akamwita mzazi wake takataka au mtu wake anayeheshimiana naye takataka? Kwa hiyo ina maana akamtukana Kibu Denis, na, na nimeshazungumza sana hizi, hadi ad hominem au personal attack kwenda kwa mtu sio jambo zuri. Kibu Denis anacheza mpira, mkosoe yeye uchezaji wake, usimwite yeye kama, kama yeye takataka. Si umenielewa? ya kwa hiyo e, mimi kwa upande wangu narudia tu kauli yangu ya mwisho maasalam, kwamba aombe radhi, umeelewa? Na si asiombe tu radhi, umeelewa? Anatakiwa alipe fidia kwa kumtusi Kibu Denis, ambayo inaendana na hadhi yake huyo Kibu Denis, umeelewa? Hicho ndo ambacho mimi nakiona. Labda yanapotokea matukio kama haya, sasa, labda kwa namna moja ama nyingine, huwa yanaathiri wachezaji inaweza akaathiri wachezaji kisaikolojia, lakini pia hata mazingira, namna ambavyo wanavyoishi na wenzao e, labda tukio kama hili limemkuta Kibu, labda unaweza kuizungumza kwa namna gani, like ushauri ama nini, wanaposikia maneno kama haya kutoka kwa watu wenye interest zao? Unajua, kwanza Kibu Denis ni mchezaji mkomavu. Nafikiri wewe unaelewa kwamba ni mchezaji ambaye amepitia masimango mengi zaidi, nafikiri kuliko mchezaji yeyote kwenye ligi sawa yeah. before hajawa haja, haja, haja Kibu huyu anayezungumzwa hivi alikuwa Kibu ambaye anazungumzwa katika namna negative, na bahati mbaya mpaka mashabiki wa timu yake wenyewe wengine walikuwa wasioelewa mpira vizuri, walikuwa wanaingia kwenye mkumbo wa kumwongelea vibaya, si mmeelewa? Lakini pia kauli ya huyo chuma chuma cha, cha nani sijui Mjerumani. Yeye hakuishia tu kusema kwamba Kibu takataka. Alisema hivi wachezaji ukitoa Eli Mpanzu, wachezaji wa Simba, maana yeye anaona ni Mpanzu tu lakini jazani. pia ame, ame, ame, ame underrate, sawa ame underrate, usisahau ameshusha ile heshima ya jitihada za Simba za kumtoa Almasri na kuweka record ya kuwa timu ya tatu kuiondosha timu ya Misri ambayo ishatangulia mabao mawili. Imemuuma sawa kumuuma ile swala, akasema kwamba Simba wana walichokifanya zaidi ya ku Mwamposa yeye ndio kasababisha, utafikiri Mwamposa alikuwa peke yake pale. Amealikwa mufti mkuu wa mkoa, umeelewa? amealikwa Mwamposa mwenyewe, amealikwa sijui waziri wa kwa maji. Kwa maji. wa maji, umeelewa? amealikwa rais wa TFF Alex Wallace Karia, lakini yeye kaona kwamba alosababisha Simba ashinde ni Mwamposa. Mwamposa ni mtumishi wa Mungu. Ina maana alo alo alo alo alosaidia alo, alo, alo, alo Simba iweze kushinda pamoja na jitihada za, za, za wachezaji, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakusaidia ukifanya jitihada, jitihada za wachezaji halafu wa na Simba kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu sawa. Ndio imepelekea Simba washinde na mtu huyo huyo mind you. mtu huyo huyo ingetokea, imetokea labda ile ishara yoyote ya, ya, ya, ya kutumika labda ushirikina, angezungumza Simba wachawi Simba wamejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kupitia watumishi wa Mungu wa dini zote mbili, lakini huyo huyo tena anaanza kuikejeli kukejeli Simba ko Mwamposa, yeye alifanya nini? Kwamba ali aliongeza nguvu kwa wachezaji? acho kufanya Mwamposa amewaombea Simba, lakini alialikwa kama mgeni rasmi wa mchezo mgeni maalum maalu, sio rasmi, mgeni maalum maake. Mgeni, mgeni rasmi alikuwa waziri, sawa, mgeni maalum wa mchezo. Kwa hiyo na maana sasa ile kuwa alikuwa mgeni mgeni maalum wa mchezo yeye imemkera au imemuuma mpaka aseme yeye ndo kafanya Simba ishinde. Umeelewa? Na mimi nasema, sawa. Hii swala la kuwa mchambuzi sababu mimi sijawahi kujiita mchambuzi. Mimi watu wanani, wananipa majina wao: wewe mchambuzi wa mchongo, wewe mchambuzi wa timu fulani. Mimi sifanyi kazi kwenye redio yoyote. Mimi mnakuja mnanihoji, mnaniuliza maswali yenu, najibu kama inavyotakiwa kujibu. Kwa hiyo mimi sijawahi kujiita mchambuzi. Lakini nikizungumza na wachambuzi, ambao ni uh, verified wanafanya kazi kwenye laba media na vitu kama hivi jaribuni kuongea na wenzenu ambao wanadhalilisha tasnia otherwise itapotea trust me yani itafika stage kwamba ukiwa mchambuzi unaonekana kama mtu wa ajabu ita inapoelekea kwa kwa maneno haya sikufichi sikufichi itafika stage hiyo kwa sababu mtu anazungumza kitu ambacho ukikifikiria unaona kabisa mtu mwenye mwenye, mwenye, mwenye uelewa mkubwa na ambaye amesoma kwenye tasnia ya habari hata kwa level ndogo hawezi kuzungumza vitu kama hivyo. Takataka huyo. Just imagine huyu jamaa amefanya jambo kubwa sana, sana. Sa. sana. Na mimi amenichukiza sana, na mimi amenichukiza sana, na inapoelekea naweza hata nikaanzisha kampeni ya kutofanya uh, interview na media yoyote ambayo itakuwa inamhoji huyu jamaa, nikiona kama hatobadilika, trust me. Umeelewa? Nikiona kama hata badilika kwa sababu issue sio kufanya kufanya uh, interview na media nyingi. Issue ni kwamba media ziseti standard, yaani sio tu jamaa alichokifanya kwamba ibaki kwa huyu Mzi, hata media pia ziseti standard. Kuna vitu asiposti kwenye mitandao. Unaona mtu anaongea vitu vya ajabu ajabu, unaona kabisa hichi kitu sio kizuri na kina negative impact kwenye society. Usikiposti achana nacho, na ikibidi mwambie kwamba mimi hivi vitu si vi entertain kwa sababu naamini kuna media hawezi kuzungumza vile, na hata kama angezungumza isingeenda viral wala isingepostiwa sasa. Kwa hiyo namwambia huyu Ambokile, sijui chuma cha nani huyo, aombe msamaha. Amenielewa? sio radhi, msamaha kwa alichokifanya kwa ki